pata ajali asubuhi na kwenda Morogoro. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. Tumeona treni imehama kwenye reli. <coughs> Mtumbe. Yani, hii nguzo ndo kama imesaidia hii treni isiweze, pengine zibewa zote zingedondoka, tungeumia sana, lakini tunamshukuru Mungu. Kuna watu wameumia kidogo, sio wote ndo tuko hapa, tumetoka nje kidogo tu Dar es Salaam kama dakika ishirini na tano na nafikiri kitu kama hicho, nabewa nyingine ile kule imechomoka.